Mhubiri wetu anaanza kesho. Leo anaitimisha pale Morogoro, anaanza safari usiku wa leo. Kesho hapa atakuwepo hapa, mambo ya kinguruma sawa takatifu. Eh, kwa hiyo kama unakuja kwa ajili ya mhubiri hapo kidogo utakuwa unachemka. Kama unakuja kwenye maombi itakuwa nzuri zaidi. Maombi unaweza kukuja kwa ajili ya mhubiri, kuja kwa ajili ya maombi. Eh, eh, baada ya ngine nasema ya mhubiri Eh yeah, anachekesha anafurahisha au anafanyaje? Sasa usije kwa ajili ya kuhubiri, njoo kwa ajili ya ibada. Hebu mwambie mwenzako njoo kwa ajili ya ibada. Alafu mwambie mwenzako mtakie Bwana na nguvu zake. Alafu utaiona mambo makubwa yakitokea mpaka utashangaa. Haleluya. Eh, utapaka unayotashangaa. Jambo la pili, tutakuwa tuna waimbaji. Ah uh, waimbaji hawa ni sehemu ya matokeo ya kuona namna gani. Jambo letu hili hatuhitaji kwenda nalo na uzuni. Kuna eh, watu wanaomba. Sasa maombi haya yanaambatana na waimbaji. Kwa hiyo tutapokea waimbaji hapa, tutapokea uh, waimbaji wawili hapa watakapokuwa hapa btimipaa pamoja na Kasaki. Watakuja hapa, watakuwa pamoja na sisi, wataimba watafurahi na sisi lazima tufurahi. Sisi jamani, jamani, ndio eh, lazima tufurahi. Na wengine, nilipotuma ile posti kwamba miti si maipaji, anakuja hapa dunia sima, naona kwamba ni kweli au unafudanganya? Sasa na mimi sijui kama atakuja, lakini baadamu amesema mwenyewe anakuja jamani, amina. Amina na akatupa mwenyewe picha niweke kwenye nani. Sasa tu anakuja jamani. Eh, hey, kwa hiyo leo anakuja kusalimia kanisa. Alafu Jumapili tutakuwa naye kuanzia asubuhi mpaka Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Eh, kwa hiyo hey. Hey, Kisaki yeye atakuwa na sisi. Kisaki atakuwa na sisi uh, leo mpaka Jumamosi. Ah uh, huyo nani Kasaki atakuwa na sisi mpaka leo mpaka Jumamosi. Alafu Jumapili tutakuwa naye Gitis. Mtoto wa Mwaibaja. Sawa watakatifu. Hey. Hey, Amen. Kwa hiyo bibi simfahamu. Ningeona tu amevuma sana huko duniani. Unataka nijaribu nimuone. Eh, huyu ndio yupi? Haleluya. Amen. Eh, moja ya MCC unaona watu sio unaowasikia lakini hujawahi waona. Unawasikia lakini hujawahi waona. Kwa hiyo wengine wakasema, ah, anapiga nani masa mmoja, si masa ni mdogo wake. Eh, yule ndio anayekuja hapa. Sasa wakati Uh, kama unafahamu kwamba leo tuna maombi haya uh, yanayokutengeneza pia ushirika, niombe nitoe mwongozo wa rakaraka, tuombe alafu